Kwa heshima kubwa sana aa, niko mbele yenu hapa leo kuhitimisha kampeni yetu pendwa ya magifti ya Mixx Pesa ambao tulifungua mwezi Desemba. Mixx e, na yas kwa ujumla huwa ni wamiliki halali wa msimu wa sikukuu, na kupitia kampeni hiyo tulipata washindi wengi wa magifti ya Mixx Pesa. Tumekuwa pamoja kwa zaidi ya mwezi, tukishuhudia Watanzania mbalimbali kote nchini wakiibuka washindi tumekuwa na washindi wa siku, tumekuwa na washindi wa wiki, tumekuwa na mshindi wa Mixmas, tumekuwa na mshindi wa mwaka mpya, na leo tunashuhudia na kusherekea mshindi wetu wa jackpot au mshindi bingwa kabisa ambaye ni mshindi wa milioni 50. Uh, naweza niseme kwamba niko overwhelmed with the happiness kwa sababu ni zawadi kubwa mno katika maisha kwamba umekaa hujafanya uwekezaji wowote kujifanya haso zozote, out of a sudden unapewa milioni 50. Na hii imebadilisha kabisa mentality yangu katika the way nilivyokuwa nachukulia matangazo mbalimbali yanayofanyika mbali na makampuni mbalimbali, mbali haya, mfano, mfano kama hii Yasi ama Mixx, matangazo mbalimbali mkuwa anayofanya, kwamba kumbe hivi vitu ni kweli vipo, they are real. Oh, inawezekana chances za kushinda zikawa ni very narrow, lakini they are existing. They are not impossible. Oh, kitu ambacho leo ningependa kukisema from the bottom of my heart kwamba, ni kwamba nimeshuhudia kuboreka sana kwa ufanisi katika makampuni haya. Kwa mfano, app hii Mixx by Yas sasa hivi kwa kweli it's awesome. Ni apu inayofanya vizuri sana. Kingine, nyumbani ninapokaa, nilikuwa nikiwa mjini nakuwa connected, nikifika nyumbani inapotea kabisa network. Mwaka jana walikuja watu wa Yas wakaniambia tunatigo, tuna wakati bado iko Tigo wakaniambia tuna Tigo fiber ambao sasa hivi ndio Yas fiber, wakaja wakanifanyia pale installation. Sijawahi ku regret ever since, kwa hiyo Hongereni sana na nashukuru sana kwa juhudi zenu mnazozifanya za kuweza kuboresha maisha yetu, na mimi naamini hiki na ambacho kimepitia kwangu, kuna kitu Mungu amepanga kwa ajili ya watu wengine pia. Namshukuru Mwenyezi Mungu na nashukuruni na sana kwa Mixx na kwa Yas kwa pamoja, kwa kutufanya sisi leo tuwepo hapa tukisherehekea kuwa grand winner. Kwa um, hii zawadi usika